Jitihada za pamoja kwa ushirikiano wa serikali, jamii na asasi za kiraia zitachangia mafanikio katika programu za kitaifa na mabadiliko ya tabia ya nchi. Ameyasema hayo katibu mkuu Angoza Hamisi Makame katika kongamano la siku moja lenye kutengeneza mikakati ya utekelezaji kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za haki ya tabia ya nchi huko Gombani Samail chake Chake Pemba. Amesema wanawake ndio waathirika wakubwa wa mabadiliko ya tabia ya nchi, kwani athari kubwa wanayoikabili ni pamoja na ukosefu wa maji katika jamii. Lengo ni kukusanya jitihada zetu kwa pamoja, kama jamii, asasi za kiraia, pamoja na serikali na washiriki wa wapo katika eh, kuunganisha jamii sana masuala ya haki ya tabia ya nchi na katika haki katika matabia, katika mabadiliko ya tabia ya nchi ina ina mambo mengi sana na ni muhimu sana, kwa sababu inaathiri. Hivi ambapo tunazungumza leo, baadhi ya maeneo nchini yana ukosefu wa maji tayari. Maana yake ni kwamba wanawake naathirika zaidi katika mabadiliko ya tabia ya nchi, na ndio hiyo haki yenyewe ambayo tunasema kwamba wanawake wanatakiwa na wao kuwa na haki zao za msingi. Wasibuke maeneo ambayo yalichukua muda mrefu sana katika kutafuta, lakini sasa ambapo tunazungumza tayari suala hili lipo chini kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi yana athiri maeneo mbalimbali. Sasa ni muhimu tukawa na tahadhari, na kwa tathmini ni kwamba Pemba imekuwa na athari kubwa sana sanaaba pamoja na maeneo eh, mengine. Sasa kama jamii, yani, tunakushanya vipi nguvu zetu kupaza sauti kwa eh, sababu serikali peke yake haitoshi uwana jitihada hizo. Kwa hiyo kama jamii, na mkutano huu nimepata nime, taarifa kwamba ume, umegusa watu wa chini na watu wa chini, kule, wa chini kabisa kule ndio ambao wanaona direct yale eh, au wanaoathirika moja kwa moja kuhusiana na mabadili au hata katika mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo kukushanyika hapa, mategemeo yangu ni kwamba michango ambayo itaweza ili ile voice sauti in ambayo itakuwa inatoa matokeo. Salum Maulid Omar ni afisa kutoka serikalini, amezungumzia namna ambavyo jamii na asasi zakirai, kio, za kiraia zitakavyochangia mafanikio katika programu za kitaifa za mabadiliko ya tabia ya nchi.

kongamano hili la mwaka lilijadili usawa katika hatua za tabia ya nchi, utetezi wa jamii na ushirikiano wa kikanda ambao utasaidia kutumia rasilimali na mikakati ya pamoja ili kuleta matokeo makubwa zaidi juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Huu ni mwaka wa pili. Mwaka wa pili, kwa kutekeleza mradi wetu huu unahusiana na masuala ya climate justice. Sisi tutakwenda mbele zaidi. Climate change inasababisha challenge, lakini wengi sasa hivi tumekuwa tuna waelewa mambo hayo kwamba tu imeongezeka siku hizi, mtu haweze kaa kumhatalisha. Kwa sisi tulizaliwa zamani tumekuwa tunaona masika yanachukua mwezi mingi, lakini leo masika yanakuja p mwezi mmoja alafu inakuja na nguvu kabisa. Sasa unashangaa, jamani cha masika hivi. Na kwa wengi washajua, wale ambao wanakaa katika sehemu za visiwani wanaona jinsi bahari inavyokula wengi, masuala ya challenge au aa, mambo ambayo ya athari yanayosababishwa na na mabadiliko ya tabia ya nchi. Wengi sasa sasa, sisi tunakwenda

Huwa kunahitaji kutuitaki kukubwa ili watu waliona, cha kwanza tuwe na sheria ambazo zitaongoza watu kufanya mabadiliko. Lakini la pili tuwe na community Postments na community engagement ambayo itarespond na hayo mabadiliko. Sasa kwenye haya ya change na inahitaji yote mawili Tunahitaji sheria kali za kusimamia ili tusianajikiwe na visiwa vyetu, lakini pia tunahitaji mwitiko wa jamii hatua no. Hapa tunajisii mvuli masika, mvua zinanyesha, unaona, lakini kitu ambacho kinaharibu hivi sasa ni hizi human activities ambazo zinasababisha uharibifu wa mabadiliko ya tabia nchi. Sawa na nyingine, ni matatizo yetu wenyewe. Tumeweka sheria kali, kwa mfano upande wa serikali, tunazisimamia vipi? Tuna sheria nzuri sana konfana, kuo, sema, kini, zahiki, ya uhifadhi wa mazingira. Kwa mfano uharibu huo kuo sheria zinasema msichime jiwe zaidi ya mita sabini. Yeah. Mitasabini, tuende huko leo, umewajia watu i e shughuli za maendeleo, yeah. Makampuni ya ujenzi na chimbaji, tumeweka sheria tusiende chini kima fulani, tuende kitongoji huku, izo sheria zinapatwa. Mariam Saidi, Juu Media Online TV, Pemba.